Kwa mara nyingine tena tunakutana ama tumekutana katika jumla ya vipindi vyetu vya nasaha za kidini. Insha Allah leo tutagusia machache yanayofungamana na kitabu chetu amba kwamba ni Alquranul Karim, kitabu cha miujiza Alquranul Karim ni miongoni mwa miujiza aliyopewa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yenye kubakia ambayo kwamba inaendelea mpaka mwisho wa dunia. Na Alquranul Karim ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ama ni kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kilichoteremshwa kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuongoza sisi kutuelekeza sisi katika njia iliyo sawa katika mfumo ulio sawa. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema kama katika aya ambayo kwamba nimeitanguliza, Mwenyezi Mungu anasema: inna hadha alqurana, hakika hii Qurani ambayo kwamba ameteremshiwa Bwana Mtume Muhammadi sallallahu wa alaihi wasallam, yahdi lilati hiya ahsan, hiya aqwam inaongoza katika njia ambayo kwamba ni iliyonyoka zaidi, njia ya usawa zaidi, njia ya ukweli zaidi, ama njia ya ubora zaidi. Lilati hiya aqwam, wa yubashiru lmuminina aladhina yacmaluna lsalihat, na vile vile inawapatia bishara, inawapatia habari ya kufurahisha waumini alladhina Al yacmaluna salihat, wale waumini ambao kwamba wanaofanya matendo mema. Bianna lahum min allahi ajran kabira, ya kwamba wao watakuwa wa mima kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala waliofanya matendo mema, ya kwamba watakuwa na ujira mkubwa, watakuwa na neema kubwa, watakuwa kufuzu, watakuwa na kufuzu kulioku kubwa, nao ni kuingia katika janna yake. Yote haya inabashiria ni nini? Inatupatia habari ni nini? Ni hii Qurani kuonyesha kwamba yoyote mwenye kutenda matendo mema, aliyefanya matendo yaliyosulihi, basi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala atakuwa na daraja kubwa sana. Na fadhila za Qurani ni nyingi, lakini insha Allah tutagusia baadhi tu ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, anatuonyesha utukufu, umuhimu wa maubora wa Qur'anul Karim Naam, hadithi ambayo kwamba imepokea na Abi Huraira radhiallahu anhu anasema kwamba: yajiu lquranu yawma alqiyamati fayaqul, hii qurani itakuja siku ya kiyama na iseme ya rabbi, halihi Ee, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, halihi mvishe pambo, mpatie pambo, mpatie uzuri. Bwana kama huyo ambao kwamba alikuwa amefungamana na Qur'an, fayulbasu tajal karama. Bwana kama huyo ama mtu kama huyo, siku ya kiyama atakwenda kuvalisha taji, atakwenda kuvalisha crown ile ya karama ya utukufu siku ya kiyama yote inaombewa ama ataombewa na Qur'ani kama hii. Kisha mtume anasema thumma yaqul, kisha hii Qur'ani itasema. Baada ya kumwomba Mwenyezi Mungu mtu kama yule avalishe taji ile crown ile ya utukufu, itaendelea imwambie mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, aziduhu, mzidishie neema nyingine ama nzidishie pambo zaidi. Fayulbasu hullata alkarama, ataveshwa taji lingine la utukufu. Mtu kama huyo atakuwa mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Thumma yaqul, kisha itamwambia tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala mtu kama huyo, ya rabbi irda anhu, e Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kama huyu bwana alivyoshikamana na mimi pale duniani, e Mwenyezi Mungu mridhie, ya kwamba mpatie radhi zako. E Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, angalia ni pahala gani, ni sehemu gani, ni kitu gani ni ombezi gani ambalo kwamba Qur'ani kama hii inakushufaia na inakutetea mbele ya Mwenyezi Mungu, yaani namwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ampatie akupatie radhi zake, na hakuna kitu bora kama radhi za Mwenyezi Mungu, na hakuna kitu kizuri zaidi zaidi ya mtu kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana watu watakapokuwa wameingizwa peponi, Mwenyezi Mungu atujalie ni miongoni mwao na watu watakapokuwa wameandaliwa kila kitu, wamepewa kila aina ya starehe katika janna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaambia, kuna kitu kimoja ambacho kwamba sijawapatieni waumini. Kama wale watasema, zaidi ya haya kuna nini ambacho kwamba hatujakiona, kuna nini hatujakipata katika pepo kama hii? Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atawaambia kwamba radhi zangu, kwa hivyo sahihi nimewapatia na radhi zangu, kaeni ishini maisha ya milele, hali ya kuwa muko na radhi zangu. Kwa hivyo qurani kama hii itamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ya kwamba aliyefungamana nayo aliyoshikana na hii qurani Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ampatie radhi zake. Angalia jawabu la mtumi sallallahu alaihi wasallam anasema, fayardha anhu, naye mwenyezi Mungu subhanahu wataala atampatia radhi zake. Qurani itakuombea guarantee ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, fayardha anhu. Mtume anasema Mwenyezi Mungu, Mungu atakuridhia utapata radhi zake. fa yuqalu lahu Bwana kama huyo siku ya kiyama ataambiwa nini? Iqra warqa, siku ya kiyama kila mmoja atawaambia soma, kama vile ulivyokuwa ukisoma pale duniani. Soma warqa na upae, yani panda juu, daraja iongezeke zaidi. Warqa wayazdadu bikulli ayatin hasana, na kila anaposoma aya moja, bwana kama huyo anakuwa anaongezewa thawabu wayazdadu uh, bikuli ayatin hasana, na kila anaposoma aya basi, yanazidi yale mema yake yanazidi kuendelea. Hii ni hadithi ambayo kwamba imepokewa ama imethubutu na uh, Saidna abi Huraira radiallahu anhu. Na katika hadithi nyingine vile vile Mtumi sallallahu alehi wa salam anasema kwamba ataambiwa bwana kama, iqra wartaqi E, waratil kama kunta turatilu fi dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra biha. Atambiwa bwana kama huyu siku ya kama iqra wartaqi, soma na upande juu. Waratil na soma kwa tartil, yani pole pole. Vile kama kunta turatilu fi dunya, kama vile vile ulivyokuwa ukisoma pale duniani pole pole, basi soma kwa namna hiyo, fa inna manzilataka mashukio yako wewe, inda akhir ayatin taqrau biha, ni pale mwisho wa aya ya mwisho ambayo kwamba utakapoisoma hii, kumaanisha ya kwamba siku ya Kiyama watu watatofautiana na daraja zao kama vile vile watu wanavyotofautiana katika kusoma Qurani. Kila mmoja ana usomaji wake wa Qurani, kila mmoja ana namna yake ya kusoma Qurani hapa duniani. Basi kwa namna ya tofauti hii, ndivyo vile watu watakavyotofautiana kule siku ya Kiyama. Yani utakuwa umeambiwa ama utaambiwa kwamba soma, kile unaomba kwamba kwa unachokijua katika Qurani Al-Karim, yani kwa namna utakavyosoma, ndiyo janna yako daraja yako, fadhila yako, ubora wako inaongezeka, mpaka ya kwamba utafika pahali ya kwamba mimi saa hii sina aya yoyote nyingine ambayo kwamba nimehifadhi. Basi utakapofika hapo, hapo ndipo itakuwa daraja yako imeishia hapo, na yule ambayo kwamba amehifadhi zaidi ataenda zaidi juu. hii ni katika ubora wa kusoma Qurani na miongoni mwingine za fadhila ama utukufu ya Qurani ni hadithi nyingine. Mtume sallallahu alayhi wa salam anasema iqrau hadha lquran fa innahu yati yawm alqiyama shafian li ashabi, au kama qala Mtume anasema kwamba someni hii Quran, pendeni kusoma Qurani, jiwekeni kusoma Quran kwa namna unavyoweza eh? fa innahu yati yawm alqiyama shafian li ashabi hii Qurani hiki kitabu ambacho kwamba tunakisoma, siku ya Kiyama kitakuja kuwatetea wale watu ambao kwamba waliofungamana nayo na kuisoma hii Quran, itakuja ikuombe kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ni fadhila gani na ni utukufu gani na ni ubora gani ambao kwamba upo katika kusoma Quran? Je, unasoma Quran Je, umefungamana na Quran? Je, umeshikamana na Quran? Alhasil, leo tuko katika mbio na spidi, tumekitupa kitabu chetu, tumengoja tu katika mwezi wa Ramadhani ndiyo tusome. Jipangilie, kila mmoja ana shughuli, kila mmoja ana dharura, na ni wajib kutafuta eh, riski za halali, lakini kwa kadri basi tujipangie, mtu angalau awe atasoma Quran, isipite siku ama usimalizike mwezi, angalau awe ana soma Qur'an na ina fadhila nyingi sana, inaleta baraka, inaleta nuru kama mwenye kusoma Qur'an. Na ni bora zaidi kushika Qur'ani kusoma kuliko kusoma Kibipi? kwa simu kivipi? ya kwamba mtu atakapokuwa amefungua ile Qur'ani, amefungua msafu wako umesoma yani ile Qur'ani, kwa kadri ya ule uso wako unavyotizama ile Qur'ani, ndio ile nuru ya zile ile Qur'ani inavyoreflect katika uso wako kuliko kuisoma ndio unaweza kusoma katika simu eh? Lakini ni tofauti kusoma na ile Qurani yenyewe, kwa sababu kila ukisoma, ndivyo namna uso wako unavyo reflect, yani unapata nuru katika kusoma hii Qurani. Basi tushikamaneni na Qurani, tufungamaneni na Qurani, kwa sababu hii Qurani ndiyo suluhisho letu, ndiyo saada yetu, ndiyo kufuzu kwetu hapa duniani na kesho akhera. Insha allah basi, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kwa haya machache ambao kwamba Mwenyezi Mungu ametuwafikia atujalie minaladhina samiuna qawla fayatabiuna ahsana. Mwenyezi Mungu awarhamu waliotangulia mbele za haki, awaweke pema palipo na wema, awatilie nuru katika makaburi yao, awapatie kitabu chao kwa mkono wa kulia. Na sisi ambao kwamba tuko nyuma, njia yetu ni hiyo hiyo. Mwenyezi Mungu atupatie husnu lkhaatimati inda lmod wa ila huna